Tunashukuru kwa uwepo wa mfumo ambao umeletwa na Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani, ambayo leo tunaona kwamba tumepokea elimu tukishirikiana na Maratios kanda ya Ziwa. Lakini elimu hii ambayo tumeipokea sisi tumeipokea tukiamini kwamba mfumo utatusaidia kuweza kuondokana na changamoto mbalimbali mbali ambazo zilikuwa zikiwakabili madereva ikiwemo uwepo wa vyeti feki, lakini pia hata kuwepo kwa, kwa watu wasiokuwa rasmi na kuweza kudanganya watu kuingia katika utapeli vyeti feki. Kwa hivyo tunaamini kwamba mfumo huu unaenda kutusaidia sasa kurasimisha taaluma hii yao Tanzania hii ya udereva, na hivyo madereva wote watakapokuepo nchini sasa, kama wameingia kwenye huu huu mfumo mfumo rasmi, mfumo utawaweka wazi, na hivyo na uwezo wa kutambua dereva anapokuepo Mwanza, hata kama amesoma Dar es Salaam, lakini kwa mfumo huu utanisaidia na kurahisisha mimi kuweza kutambua kwamba huyu dereva amepata elimu ambayo inastahili na inayokidhi viwango nasema kwamba mfumo umeanza muda mwafaka. Mfumo unakwenda kuondoa ombo lililokuwa kati ya vyuo vya binafsi na vyuo vya serikali, kwa sababu sasa tutakuwa kwenye mwonekano mmoja, yaani sale certificate utakapokuwa processed, kuanzia kwenye hatua za mwanafunzi anapoingia, anapodahiliwa, anapopata matokeo yake, hatimaye mfumo unatutemea cheti hata ile view ya cheti yenyewe itakuwa haimtofautishi kati ya huyo alosoma private na serikali, isipokuwa ile logo ya chuo na ufaulu wa mwanafunzi ndio utakuwa status nzuri ya kumbeba kwenye ajira. Kwa hiyo mi nasema mfumo umekuja muda mwafaka, ni sisi wakufunzi pamoja na wakuu wa vyuo tuupokee na tuweze kutimiza matakwa ya mfumo ili kusaidia ombo lililokuwepo kwenye utangazaji wa ajira kwa sababu walikuwa wanatoka vyuo vyetu hivi vya private, walikuwa hawana kipaumbele sana kwenye ajira. Kutokana na nini? Kulikuwa kila mmoja ni soko huria, kila mmoja anatumia nguvu yake. Sasa kutokana na mfumo kuja, ni mfumo ambao unakwenda kuweka level moja ya madereva, kwamba cheti chake kuanzia muonekano, lakini kuanzia muda aliotainiwa na kila kitu kitaenda kumwona, huyu mwajiri anamtaka dereva ambaye anafanana na namna alivyopatikana, na mfumo ni mmoja uliomwandaa huyo dereva. Kwa maoni yangu kama mwalimu nimepokea mfumo mzuri. Na shauri kama serikali kupitia jeshi la polisi watengeneze wa, wa, wa watengeneze darasa la tuweze kuzalisha walimu wa udereva kwa kanda ya Ziwa, kwa sababu tutaonekana kama uhaba ni, ni mkubwa sana kwa upande wetu gei, nani kwa upande wetu upande wetu wa ukanda wa Ziwa, kwa sababu sasa hivi vyuo vingi kwa kufanya tukisajili kwa mkufunzi mmoja mmoja, naona kama akita mfumo hautakubali na no, wakufunzi sasa hivi wamekuwa dili kuweza kuwapata, ili kuweza kuendesha hii kozi ya udereva itakuwa ni adimu. Kwa hiyo kwa upande wa serikali labda wa, wa, wateue kama chuo kimoja kwa kanda ya Ziwa ili kiweze kuendesha hii kozi ya ukufunzi wa walimu. Peleka shida kwenye ofisi ya RTO. Nadhani hata connection ya makao makuu inaweza ikawa ni ya haraka. Unaweza ukampigia simu kama hivyo unayuko, yuko kwenye kikao, sio kwamba anaacha kupokea simu makusudi, anakuwa kwenye mambo mengine. Fika kwenye ofisi ya RTO, taja shida yako, ataitatua kwa wakati. Kwa hiyo msiogope kuzitumia ofisi za RTO katika kuhakikisha huu mfumo unaenda. Huu mfumo hatuwezi kuacha kuanza kuutumia. Kwa sababu hakuna litakalo rekebishika kusema kwamba tukisogeza si mwaka, halafu ndio tuje tuanze. Tuanze hivi hivi taratibu. Tutakuwa tunarekebishana humo humo kwa wakati. Na lile swala la kadi kama mlivyoongea sisi kama kanda ya Ziwa tutalifanyia kazi ili kama ni yao kuja kupata kadi kwa kupitia huku tuone litawezekana vipi, ili mjiorganizi madereva waje wapate hivyo, ili endelee na mfumo, lakini mfumo utaanza kama ulivyotangazwa.